Karibu tena katika kipindi chetu cha mfululizo wa masomo yako kusaidia kuweza kutumia vitabu hivi katika kuwawezesha wengine. Kwa sasa, kwa sababu umechagua njia ya kufundisha, ni muhimu kujua namna ya kufundisha kwa ufanisi na kusaidia watu kujifunza vizuri. Sehemu hii ya kipindi chetu cha tatu itakusaidia kuandaa somo, kuongoza majadiliano na pia kuunda mazingira rafiki ya kiroho. Na ni muhimu sana niseme hivi. Lengo letu ni kupata nafasi nzuri ya kuwasaidia watu wanaohudumia. Iwe ni kanisani, iwe ni kwenye vikundi vya majadiliano, awe ni mtu mmoja ili waweze kukua kiroho. Lengo si tu kufundisha maarifa, bali kama nilivyosema ni kuwasaidia watu wakuwe kiroho na kuwa katika hali ya kuwa Wakristo wa, wa wazuri wafuasi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu ambao pia hata wao watachukua lile jukumu na kuweza kuwafikishia watu wengine ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi karibu katika somo hili Bapo tutaanza kwa kuangalia lengo la kipindi hiki. Kama nilivyosema hapo awali, ni kukusaidia wewe mtumishi wa Mungu, mchungaji, wewe mwinjilisti, wewe mwalimu, wewe kiongozi wa kikundi, kuweza kutumia masomo ya mawalaka, ya, ya Mawakala wa Moto katika aidha kuandaa mahubiri au kuandaa somo somo ambalo limejengwa katika msingi wa Biblia. Somo lenye kugusa maisha ya watu. Somo au mahubiri yenye kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya mtu na akabadilika akawa Mkristo wa kweli ambaye analiishia jina la Yesu Kristo. Na neno ambalo linatuongoza katika uh, somo la leo. Andiko ambalo napenda na, na, na, na, na, na kulitumia ni lile la Timoteo wapili, wa pili sura ile ya nne mstari wa, wa pili, anasema uhubiri neno uwe tayari wakati ufao na usiofaa, kemea karipia na himiza, kwa uvumilivu mwingi na mafundisho. Kwa hiyo sisi sote tumeitwa kwa ajili ya kutoa huduma kwa ajili ya kuwa watumishi na ni lazima tuwafundishe watu neno la Mungu. Kuna manabii wengi wa uongo ambao wamejitokeza kati ya kizazi hiki. Kwa hiyo ni, ni msingi sana kuweza kulielewa neno la Mungu vizuri na kuweza kufikisha ujumbe wake kwa usahihi kulingana na jinsi neno linavyosema, na niseme hivi ni muhimu zaidi kila wakati unapokaribia, uh, tena katika kipindi iki, kukumbuka kwamba kama mtumishi wa Mungu, wewe kama mchungaji, wewe kama mwinjilisti, wewe kama mwalimu wa Biblia, ukumbuke kwamba Mawakala wa MOTO ni kitabu kimeandaliwa mahususi kukusaidia kuhubiri kwa uwazi, na si tu kwa uwazi, lakini kwa ujasiri na kwa moto wa kiroho. Kumbuka kwamba kila sura iliyoko katika kitabu hiki ni zaidi ya mafundisho, ni ujumbe kamili unaosubiri kutangazwa. Kwa mfano tuchukue sura ya nne ambayo nimeionyesha hapa, ambayo tunazungumzia juu ya wito wetu wa misheni, misheni yetu. Unapoliangalia kama somo hili unikitaka kuligeuza hili kuwa katika mahubiri, anza kwanza kwa kusoma andiko kuu lile, ambalo unaliona linasema kwamba kama baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Linatoka katika Yohana 20 mstari wa 21. Kisha tumia hadithi kutoka kwenye sura hii, maana nimejitahidi sana kutumia simulizi ambazo ni za kweli, mfano wa mtu aliyegundua wito wake katikati ya maisha ya kawaida. Simulizi hizi hubeba ujumbe wa undani zaidi kuliko hoja kavu, maana inakuonyesha jinsi mtu alivyobadilishwa maisha yake. Watu wanakumbuka simulizi kuliko vipengele vya, vya kiakili. Unapotumia mifano iliyo hai, kumbuka hata Bwana wetu Yesu Kristo alitumia mifano iliyo hai kwa ajili ya kuwasaidia watu waweze kulielewa neno la Mungu. Na mimi ndivyo hivyo nilivyofanya, nimetumia mifano iliyo hai ikieleza jinsi ambavyo watu walibadilishwa na neno la Mungu. Katika kuandaa ujumbe tumia mtiririko huu ufuatao. Kuna haya mambo matatu, maswali matatu ambayo ni muhimu uweze kujiuliza. Swali la kwanza ambalo ni la msingi kabisa, Biblia inasema nini? Maana ni lazima tuende katika kiini, Biblia inasema nini? Tumia maandiko yaliyotolewa kwenye sura, maana kila kanuni niliyoizungumza imejengwa katika msingi wa neno la Mungu. Swali la pili ambalo natakiwa kujiuliza inamaanisha nini kwetu leo? Wakati unafundisha tumie lugha rahisi na mifano ya kila siku kumwezesha yule anayekusikiliza aweze kuelewa ule ujumbe. Halafu swali la tatu tufanye nini sasa? Kuna changamoto ya matendo, kama ni kutubu, kama ni kutumika au kama ni kushuhudia haya ni mambo ambayo ni lazima yawepo katika ule ujumbe wako Biblia inasema nini inamaanisha nini kwetu leo na je tufanye nini sasa na huu ujumbe tufanye nini sasa huo ndio mtiririko ambao unatakiwa kuusisitiza na unatakiwa kutumia. um, utaona kwamba katika kitabu hiki nimetumia mifano, nimetumia kifupi cha MOTO kutusaidia kuweka muundo. Kwa mfano sura ya tatu, sura ya nne mpaka ya, ya, ya saba, nimetumia muundo huu wa uh, MOTO uh, MOTO ikisimamia maana ya ku ya misheni, halafu o inasimamia juu ya ongozwa na Roho e, team inasimamia toba na mabadiliko. Ni nini kinapaswa kubadilika ndani yako. Unaona hilo swali. Halafu naona kwa mfano o oh, ongeza wafuasi wa Yesu hapa una, unatakiwa kujiuliza ni nani anahitaji kusikia ujumbe huu? Kwa hiyo kwa kutumia hiki kifupisho cha moto kinaweza kukusaidia ukawa na muundo mzuri sana wa mahubiri yako ambayo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mambo ambayo ni ya, ni ya msingi na yanayoweza kukusaidia wewe kama Mkristo m, m, kama mtumishi wa Mungu. Kumbuka misheni, unaishi kwa kusudi gani kutoka kwa Mungu? Ni maswali ambayo natakiwa kujiuliza wakati una, unapoandaa ujumbe wako. Halafu ongoza na Roho Mtakatifu, unatakiwa ujiulize unatii vipi uongozi wa Roho Mtakatifu ni lazima ujiulize hilo. Halafu T ni nini, ninapaswa kubadili ndani yako, yaani kama ni toba, ni lazima utubu. Na halafu lile la mwisho o, oh, ongeza wafuasi wa Yesu, ni nani? Ni nani anahitaji kusikia ujumbe huu? Kwa kutumia muundo kama huu, unaweza ukaandaa ujumbe ambao ni mzito unaoeleza jinsi neno linavyosema lakini pia unamtaka, una yule anayeusikiliza ule ujumbe kuutendea kazi. Huo ni, ni mfano mmoja ambao unaweza ukautumia, lakini kuna kuna njia nyingine, kuna nimetumia pia katika mwisho wa kila sura uh, nimehitimisha nime kwa, kwa, kwa hatua Ha, nimetumia neno changamoto ya moto ji inayoonekana mwishoni mwa kila sura ya hiki kitabu, ili kukusaidia wewe mtu kujibu kwa vitendo. Kila herufi ina maana yake ya kiutendaji. Kwa hiyo kama nilivyoeleza kule mwanzoni, katika masomo mengine, M inasimamia mwaminifu katika maombi kwa hiyo ina inakusaidia sasa wewe, je, mimi ni mwaminifu katika maombi? Halafu o inasimamia ongeza ufahamu wa neno la Mungu. Je, mimi ninalisoma neno la Mungu kila wakati? na ti inazungumzia tumia karama zako. Je, karama iliyoko ndani yangu, je, ninaitumiaje? Halafu o watie moyo wengine watie moyo wengine. Je, ninawatiaje moyo wengine? Halafu je, jenga maisha yanayoakisi Kristo. Kwa hiyo, toa wito wa matendo, waambie waumini wachukue hatua wa moja wiki hii. Kila unapomaliza mahubiri, jaribu kuhakikisha kwamba unawatia mori watu waweze kutumia maneno kama haya kwa ajili ya kuwasaidia kuliishi lile neno ambalo ni, ni muhimu zaidi na zaidi na zaidi. Watu wasiwe, kusi, wa, wasiwe wasi, wasikiaji tu bali wawe ni watendaji wa neno. Fanya mahubiri yako yawe yanayozungumza juu ya changamoto zilizopo katika jamii yako. Tumia methali za Kiswahili, kama vile mti wa moto huwaka na kuwasha wengine, taswira ambayo hutoka katika maisha ya vijijini au mjini, masuala ya kifamilia. Tumia mifano ambayo watu wanaweza kuielewa, lakini uwe mwangalifu, kwa sababu wakati mwingine watu wanajikita zaidi katika mifano na wanashindwa kulitumia neno la Mungu. Tumia vitu ambavyo vinaweza kusikika au kuguswa. Ukihubiri kutoka kwenye moto wa ndani, wengine pia moto wao utaweza kuwashwa. Kwa hiyo ni muhimu sana tuzingatie mambo haya. Zaidi ya hapo, unaweza kutumia mbinu hii sio tu katika ibada ya Jumapili unapokuwa unapanga mahubiri yako ya Jumapili, lakini pia hata katika mafundisho ya katikati ya wiki, hata katika semina ambazo mtaanza nazo wiki jayo, makundi ya vijana, mafundisho ya, ya kina ya, ya watu wazima kwenye semina mbalimbali, haya ni mambo ambayo yanaweza kukusaidia zaidi na zaidi na zaidi, kwa kutumia hii miundo ambayo nimekuonyesha. Jambo lingine ambalo nataka kusema, Bwana akusaidie na akutie nguvu. Basi tunapokamilisha somo hili, naomba niombe pamoja na wewe.